Kwa mganga na mtoto huyo akiwa ndani ya gunia, mtangazaji wetu Jacobo anazo habari kamili. Nipo hapa katika mkoa wa, wa Kagera wilaya ya Ngala. Kuna wanaume wawili washikiliwa na jeshi la polisi kwa kumpeleka mtoto albino kwa mganga. Hebu baba tueleze, ni kwa nini mnampeleka mganga kuna shida gani iliyopelekea mpaka mnampeleka mtoto kwa mganga? Jamani, yeah! Yeah! Mimi ni maskini sina mbele wala nyuma, niliambiwa nikipeleka mtoto albino nitapata utajiri na nitaweza kuingia katika benki yoyote na kuiba bila kuonekana, kwa sababu ngoza albino inapendwa sana na majini baharini. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.